Linatambua changamoto mbalimbali ambazo wakandarasi wanaendelea kupitia, lakini naomba nichukue fursa hii kuwatia moyo. Taifa letu bado taifa changa, tunatamani kufanya kila jambo kwa wakati. Ninawaomba msikate tamaa, taifa hili linawategemea sana. Ninawaomba msikate tamaa, wakandarasi wazawa, taifa hili linawaamini. Tunafuatilia kila kinachoendelea huko katika maeneo mbalimbali. Na nimesimama hapa kuwajulisha jambo moja, furaha yangu kwenu, kwamba kufikia jana tarehe tisa mwezi wa 4 2025 tayari tumekusha lipa madeni ya wakandarasi zaidi ya 457, wakandarasi 457 na wakandarasi wengine 322 watalipwa na TARURA kufikia kesho tarehe kumi na moja mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano tarehe kumi na moja mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano Na maelekezo yangu kwa TARURA, kiasi cha fedha ambacho tumekwisha kipokea, harakisheni, msichelewe na mgawe kwa usawa, bila kuweka upendeleo. Wakati wa kuzigawa fedha hizi za madeni yao, hakikisheni mnagawa kwa usawa, gaweni kwa usawa. Wakandarasi walioko kanda ya ziwa wafikirieni, Ninajua yanayoendelea huko. Wakandarasi wa kusini wafikirieni, wakandarasi walioko pwani wazawa wafikirieni, wakandarasi wa kanda ya kaskazini, wakandarasi wa kanda zote nchi hii wafikirieni kwa usawa. Kutokana na kipato ambacho tumekipokea kutoka wizara ya fedha, kila mmoja wetu aweze kupata sehemu ya madeni ambayo serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na rais wetu Dr. Samia imetoa fedha hizo, pelekeni kwa wakandarasi hao. Kwa majina naitwa Zahara Shabani ni mwakilishi wa kampuni ya AM and Partners Limited. Kwa kweli kwa leo ni fursa kubwa tumeipata kama wakandarasi wazawa kulingana na hii huu mfumo aliotuletea wa Samia Infrastructure Bond ambao utatusaidia sisi kama wakandarasi wazawa kuweza kupata fedha za kutusaidia kuendeleza kukuza miradi ambayo tunaifanya pamoja na TARURA. Asante. Kwa majina mimi naitwa Selemani Maige kutoka kampuni ya Valosu Company Limited. Shida ya wakandarasi wa zawa hasa sio ishu ya, ya of course tunaweza kusema mitaji sawa, lakini shida ni kulipwa kwa wakati, ndio shida yetu kubwa sana sasa. Hii uh, Samia infrastructure bond itatusaidia kwa maana kwamba kwa tukiproduce zile certificates zinaweza kulipwa kwa wakati. Tunapolipo kwa wakati, na sisi ndio tunaweza kutekeleza miradi hii kwa wakati.